Ili ukipa bora, lazima kwanza position, lakini kwanza mwenyewe ujue matatizo yako, sio awezekani kwamba wewe mzuri wa diving Sawa, uko najifundisha diving, we kama mzuri wa diving basi nenda kwenye footwork. Kama mbovu wa footwork nenda kwenye diving. Kwa kifupi, jifundisha kitu ambacho una mapungufu nacho, sio eh? Yeah, eh yeah, usi usi usi usifanye kitu ambacho wewe una uwezo wefu nacho, au unakifanya vizuri. Kila ambacho kiko vibaya kwa wewe ndio kifanyie kazi. Kwenye modern football kitu kikubwa ni footwork, eh yeah. Kipa ana control ball, sawa, eh, acheze mpira, kwa sababu kwenye modern football kipa kama midfielder sio uwe yeah, na control ball, huweze kupiga pass na nzuri, na tunashauriwa slaidi tuwaambie makipa sio wapiga mipira, waanzishe mashambulizi eh, kwa hiyo kipa mzuri mwenye footwork nzuri <tune>